Awali yote namshukuru Mungu kwa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo kushuhudia tukio hili muhimu la uapisho wa wakuu wetu wapya wa wilaya. Ni furaha kubwa kwetu sote kuwa sehemu ya historia hii ya utumishi wa taifa letu. Vilevile namshukuru kwa dhati mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuniamini na kuniteua kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa. Hii ni heshima kubwa ambayo naiwekea dhamana ya kuitumikia Iringa kwa moyo wangu wote. Na ndugu zangu zangu zote, ndugu viongozi, ndugu wananchi na watumishi wenzangu, wengi wenu nimepata fursa ya kufanya kazi pamoja nanyi nikiwa mkuu wa wilaya. Ushirikiano wenu, moyo wenu wa kujituma na bidii yenu katika majukumu yetu ndio msingi mkuu wa mafanikio haya tuliyoyapata pamoja. Mafanikio haya ndiyo yamepelekea mimi kuaminiwa na mheshimiwa wa Rais na kupandishwa nafasi hii kwa lengo la kuwatumikia, kuwahudumia na kuwaongoza wananchi wenzetu. Ni imani yangu kwamba kama tulivyoshirikiana hili likatokea, tuendelee kushirikiana ili kuendelea kuinua mkoa wetu na tuweze kufanya vizuri katika mambo yote. Leo tumekusanyika kushuhudia uwapisho wa wakuu wa wilaya za Iringa na Kilolo. Na wapongeza kwa dhati kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais. Uteuzi huu ni ishara ya imani kubwa aliyonayo Mheshimiwa Rais kwa uwezo wenu wa kuliongoza taifa letu katika ngazi ya wilaya. Hata hivyo, ni muhimu kukumbuka kuwa viongozi si nafasi tu, bali ni vitendo. Hivyo basi, mkachape kazi kwa bidii na uadilifu mkubwa. Kila mmoja wenu asimame imara katika kutekeleza majukumu yake ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Simamieni watumishi wa umma ili watekeleze majukumu yao kwa ufanisi na ubora wa hali ya juu sana. Mkawe viunganishi muhimu, mkajenge mshikamano na umoja miongoni mwa watumishi na taasisi zote ndani ya wilaya zenu, ili mwisho wa siku kila mmoja aone raha na furaha ya kutumikiwa pamoja na kuongozwa na nyinyi. Pamoja na majukumu mengine tuliyo nayo, ni muhimu kutambua kuwa mkoa wetu wa Iringa una vipaumbele vinne vya kimkakati ambao tunapaswa kuvisimamia kwa umakini ili viweze kutekelezwa kwa mafanikio na kuleta matokeo chanya kwa wananchi wetu. Vipaumbele hivi vimetokana na uchambuzi wa kina wa fursa zilizopo ikiwemo upatikanaji wa malighafi na ku, za kutosha na miundombinu muhimu inayoweza kuunga mkono uwekezaji katika sekta husika. Lengo kuu ni kutumia rasilimali zilizopo ndani ya mkoa kuongeza thamani, kukuza ajira, kipato na kuchochea maendeleo ya kiuchumi miongoni mwetu. Miongoni mwa vipaumbele hivi ni sekta ya utalii ambapo tumeweka mkazo katika uanzishaji wa malazi ya kitalii e, lakini pia ili kuboresha mazingira ya wageni na kuongeza idadi ya watalii wanaotembelea vivutio vyetu hapa katika mkoa wa Iringa. Sambamba na hili ni kuanzisha kwa kituo cha mikutano ya kimataifa, International Conference Center, ambacho kitaweka kitaiweka Iringa kwenye ramani ya mikutano na matukio ya kitaifa na ya kimataifa, hivyo kuhamasisha uchumi wa huduma na biashara katika mkoa wetu. Katika sekta ya mali asili, tunalenga uzalishaji wa karatasi na bidhaa zake, yaani pulp and paper production tukitumia rasilimali za misitu zilizopo ndani ya mkoa. Sekta hii itasaidia kuongeza thamani ya mali asili, kupunguza uagizaji wa bidhaa za karatasi kutoka nje na kuzalisha ajira kwa watu wetu na kuchochea uchumi wa wilaya zetu. Kwa upande wa kilimo tunalenga kwa nguvu usindikaji wa matunda na mboga mboga ili kupunguza upotevu wa mazao baada ya kuvunwa na kuongeza thamani kabla ya kufikia masoko. Vile vile uzalishaji wa vifaa vya ufunga, ufungashaji wa viwanda vya awali na usindikaji wa wa pili ni eneo lingine la kipaumbele kwa lengo la kuimarisha mnyororo wa thamani ya bidhaa za kilimo na viwanda. Usindikaji wa parachichi yani, avocado processing, ni fursa kubwa kutoka soko la kimataifa la zao hili, hivyo tuhakikishe tunasaidia wakulima kuongeza tija na kipato na kipato. Kilimo na usindikaji wa miwa, ambao tunatarajia pia kuongeza kasi, ni kipaumbele kingine, kikilenga kuimarisha upatikanaji wa sukari na bidhaa zake na kukuza uchumi wa mkoa wetu. Aidha, ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na mauzo kupitia stakabadhi ghalani ni eneo la kipaumbele ambalo linalenga kuongeza tija ya sekta ya mifugo, kuhakikisha wakulima wanapata bei nzuri na soko la uhakika kwa bidhaa zao, bila kusahau uuzaji wa mazao ya kimkakati kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani, hususan ufuta. Haya yote ni masuala ya msingi sana kwetu kwani yanagusa moja kwa moja ustawi wa wananchi na uchumi wa mkoa wa Iringa. Hivyo ndugu viongozi, mnapaswa kuongeza nguvu katika kusimamia mambo haya kipindi hiki ambacho Mungu ametupa kibali cha kuwatumikia na kuwahudumia wananchi wenzetu wa ndugu viongozi, manispaa ya Iringa ni kitovu cha utalii wa mkoa wa mikoa ya Kusini. Lazima tuweke mkazo wa kipekee katika kusimamia na kutekeleza kwa ufanisi vipaumbele vinavyogusa utalii ili sekta ya utalii na sekta nyingine za kimkakati ziweze kutoa matokeo yanayotarajiwa, tukasimamia ipasavyo shughuli zote katika maeneo haya ili tufaidi kikamilifu fursa zilizopo katika utalii. Kuna maonesho ya Karibu Kusini ambayo yamekuwa maarufu kwa ukanda wa Kusini, tuone namna bora ya kuyaendeleza bila kuleta tabu kwa waandaaji. Ni wajibu wetu pia kuhakikisha tunakuwa na juhudi za makusudi za kukuza na kusukuma mbele sekta ya utalii ili ikue kwa kasi na kuleta tija kwa mkoa na taifa. Sekta hii ina mchango mkubwa sana katika utoaji wa ajira, mapato ya wananchi na halmashauri zetu. Hivyo basi, eneo la Kihesa Kilolo ambalo limebainishwa rasmi, mipango yake iliyowekwa iendelezwe, iratibiwe vizuri na hatimaye ikamilishwe ipasavyo. Ni jukumu letu kama viongozi kuhakikisha tunaweka mazingira rafiki ya uwekezaji, kuhamasisha wadau wote kushiriki kamilifu kwenye juhudi hizi. Na kwenye hili naomba niwakumbushe ndugu zangu, hasa watu wa utalii kusini, kiufupi ni kwamba haturidhiki sana na mwenendo wa utekelezaji wa mradi wa, wa pale chini. Ni wajibu wetu waliopewa dhamana, kwa maana ya utalii kusini na wale wote waliopewa mamlaka ya kusimamia mradi huo, ongezeni jitihadi. Katika mradi unatutia dosari katika mkoa wa Iringa, ni mradi huo ambao unasuasua kuliko miradi yote, na ndio mradi ambao unabeba taswira ya utalii wa nyanda zetu za kusini. Ni muhimu sana kila mmoja awajibike kwa nafasi yake, ili uko mbele ya safari tusije tukalaumiana, hatua zitakapoanza kuchukuliwa katika jambo la awali. Nakuomba sana, mkuu wa wilaya ya Iringa, fanya ziara, ukaujue ule mradi, ujue tija yake, ujue ni wapi tunaona pana changamoto, anza kwa ngazi ya wilaya kuchukua hatua kisha pale unapohitaji msaada njoo kwa ngazi ya mkoa, tutakusaidia kuchukua hatua zaidi ili mradi ule uweze kuleta tija iliyokusudiwa na Mheshimiwa Rais katika kukuza kuimarisha na kustawisha utalii kusini.